Tumsifu Yesu Kristo. Jina langu ni Askofu Cleophas Oseso, askofu wa Jimbo la Nakuru, na ningependa kutoa ujumbe wangu wa kipindi hiki cha Krismasi. Kwanza kuwatakieni nyinyi nyote Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio tele. Uh, mwaka huu umekuwa ni mwaka wenye mambo mengi. Tumekuwa na magumu katika hali za u, ya uchumi na hata mambo mengine mengi ambayo yametukumba, lakini tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa kutufikisha kipindi hiki tunapoelekea mwisho wa mwaka huu. Kwa hivyo tungependa kuwatakieni kwamba Uh, kipindi hiki cha Krismasi kweli kiwe kipindi cha kuwaza kuhusu kuzaliwa kwa Kristu katika maisha yetu. Kila mwaka tunaposherehekea Krismasi sio tu kipindi cha starehe, tafrija lakini pia ni kipindi cha kuwaza kuhusu makuu ambayo Mungu anatutendea sisi. Upendo wake kwetu na Mungu kutimiza ahadi yake ya kutuma masia Kristu ambaye amekuja kwetu kama Imanueli, Mungu pamoja nasi. Hivi ningependa kipindi hiki cha Krismasi, tunaposafiri kuenda manyumbani na sehemu zingine, tuwe waangalifu katika barabara zetu. Tayari tunaona msongamano wa wasafiri uh, mabarabarani na hivyo tunaomba pawe na utulivu, ili kila mmoja akaweza kufika anakoenda, uh, na hata kuweza kurudi uh, salama. Na tuombe pia, ili Mungu akaweza kutuvukisha katika mwaka mpya, mwaka elfu mbili ishirini na sita. Na tuombe uweze kuwa mwaka wa amani, mwaka wa ma mafanikio -ma na sisi pia kama kanisa tunajua kwamba mwaka huo utakuwa ni mwaka wa uchaguzi katika parokia zetu. Basi tuwaze jambo hili, ili tukaweza kutafuta na kuchagua viongozi ambao wataweza kuongoza parokia zetu, jumuiya zetu katika njia ambayo inastahili. Uchaguzi wa kanisa ni uchaguzi wa mambo ya kiimani, sio ya kisiasa. Kwa hivyo wale tunaowachagua basi, wawe ni watumishi kwa watu, wasitafute vyeo tu kwa sababu ya majina ama sifa, lakini tuwachague watu ambao ni wanyenyekevu, watu ambao ni watulivu na watu ambao wako kweli kuiga utumishi wake Yesu Kristu. Kwa hivyo huo ndio ujumbe wangu katika mwaka huu Uh, ambao tunauelekea mwaka 2026 na kuomba tuendelee kushirikiana, tuendelee kujengana, tuendelee kuwa karibu na kila moja tukisikizana na tukiweza kuendelea katika safari hii ya imani. Mungu awabariki, Mungu awalinde. Merry Christmas, Happy New Year.